Karibu ewe mfuatiliaji wa vipindi vyetu katika chaneli hii ya Sauti Yangu TV, na leo tunakuletea historia na wasifu mfupi kuhusu Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili upate kumfahamu aliye kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Usiache kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia na uweze kuwa wa kwanza kupata vipindi vyetu kila tunapokuandalia. Baba Mtakatifu wa sasa ni Papa Leo wa 14 ambaye alichaguliwa tarehe nane Mei 2025 kufuatia kifo cha Papa Francis. Jina lake halisi ni Robert Francis Prev. Aliyezaliwa mwaka 1955 Chicago, Marekani, na ni Papa wa kwanza mzaliwa wa Marekani kuongoza Kanisa Katoliki. Pia ana uraia wa Peru kutokana na kazi yake ya muda mrefu wa kimisionari nchini humo. Papa Leo wa 14 kwa jina kamili ni Robert Francis Prevost aliyezaliwa mwaka 1955 Chicago, Marekani. Yeye ni mwanachama wa shirika la watawa wa Mtakatifu Agustino OSA, na alihudumu Peru kwa zaidi ya miongo miwili ikiwa ni pamoja na kuwa askofu wa Shilakio kuanzia mwaka 2015 hadi 2023. Na nafasi yake hapo awali, mwaka 2023 aliteuliwa na Papa Francis kuwa mkuu wa idara ya maskofu Dicastery of Bishops. Haya na mwengine mengi utayapata katika ukurasa wa Vatican News. Papa Leo wa 14 anajulikana kwa msimamo wake wakati na uaminifu kwa mafundisho ya kanisa, huku akisisitiza haki za wafanyakazi na usawa wa jamii. Alichagua jina Leo kwa heshima ya Papa Leo wa 13, maarufu kwa waraka wake wa Rerum Novarum uliotetea haki za wafanyakazi. Katika hotuba yake ya kwanza alisisitiza, kanisa linapaswa kuwa la watu wote linaloongozwa na upendo, amani na mshikamano. Papa Leo wa kumi na nne alikulia Chicago katika familia ya watoto watatu. Ndugu yake John Prevost aliyeelezea kuwa tangu utoto, Robert alikuwa na wito wa kipadre akicheza misa nyumbani kwa kutumia ubao wa kupiga pasi kama madhabahu na pipi kama mikate ekaristi. Anatarajiwa kuendeleza urithi wa Papa Francis kwa kujali masuala ya kijamii, haki za wahamiaji na utunzaji wa mazingira, nyumba ya wote. Ingawa amekuwa na msimamo kihafidhina kuhusu baadhi ya masuala kama ndoa za jinsia moja, ameonyesha nia ya kujenga kanisa jumuishi na lenye huruma. Karibu tufuatilie pia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok kwa jina hili hili la Sauti Yangu, Sauti Sauti Yangu, Sauti Yangu.